Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, ndugu uh, yangu uh, nimekuja leo kukuletea dawa hii ambayo ni mafuta ya mixi kuna meusi hii, ama mafuta ya mixi meupe yoyote, utakayoyapata katika mafuta haya aina hii, kama meupe ama meusi, ndugu yangu, haya mafuta unaweza ukatibia kwa tatizo la kuondosha ndoto mbaya. Ikiwa usiku unaota ndoto mbaya eh? Yaani samtemu unaota mandoto ambayo ya kutisha, unamka moyo na kudunda eh? Utasema ah, jana yameelimishwa, yaani fikira tofauti tofauti. Kumba ni mashetwano wa kijini, tunapokuwa tunalala yanatufuata yanatuhangaisha kwenye usingizi. Ndugu yangu, mafuta haya miksi inaweza kuwa ni dawa kubwa kwa kuondoa hiyo hali. Ukipata meusi, ukipata meupe, ukipata mekundu, mafuta ya miksi yanapatikana katika maduka ya madawa. Kati ya mafuta haya ukipata aina moja, basi ndugu yangu, cha kufanya unafungua kifuniko hichi. Hakikisha uwe msafi, umeoga, umetia usu, uelekee kibla. Eh, chukua mafuta yako, utasomea Suratul Falak, Suratul Nas, kul huwallahu, ayatul kursiyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum mpaka mwisho, mara saba utasoma kul huwallahu bin nasi saba, falak saba, kul huwallahu mara saba. ukimaliza kila unapotaka kulala, chukua haya mafuta, utapaka kila sehemu ya kucha mikononi, sehemu ya kucha miguuni. Vile vile utaweka kiduchu kwenye pua humu tundu za pua na kidogo sehemu ya sikio e, vile eh, vile, e, pembeni kidogo humu utaweka, ndugu yangu tatizo hilo la kuota ndoto mbaya mbaya za kuhangaishwa usiku ima, unafanyiwa mauzauza kutokana na mashetani au husda za walimwengu, maana hao wapo. Kama ni husda za walimwengu, basi vile vile, inshallah, kwa rehema za Mungu hiyo hali itakuondokea. Tumia mafuta hayo, iwe kaida yako, unayatumia kila unapotaka kulala fululiza, ndani ya wiki moja mpaka mbili tukio hilo litaondoka, na ikiwa hujafanikiwa, nipigie namba zangu za simu 0717443118. Nitakuelekeza dawa nyingine ya kutumia inshallah. Tuonane katika video nyingine, shukran lak